michezo kama alivyo ada mi naitwa waziri tambiko nyuma ya kamera ya director Lunda na ambaye anatoa picha ngavu tupo na GB 64 hii ni exclusive interview mambo mengi yametokea katika mitandao ya kijamii ikiumusisha meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Shaban Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi baada ya kauli chafu kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha alisema kama yeye ni chacha na atachacha tu si vinginevyo nipo na GB 64 GB kwanza kwema Ibara e, kwenda kabisa, kauli ya meneja wa habari na mawasiliano Ali Shabani Kamwe kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha, hii inasindikiza Ali Shabani Kamwe, laana bado inamtafuna ya baba yake pamoja na Juma Mgunda. Uh, hivi vitu mimi nimeshavizungumza kitambo. Unapokosea watu wazima, unajua laana, lana ilivyo lana, inakutafuna taratibu, unaweza ukaona kwamba laana imepoa lakini mwisho wa siku unaikuta laana inakutafuna sawa, eh. Ali Shabani Kamwe alipaswa aende, awaombe msamaha, amwombe msamaha baba yake, tena kwa kumpigia goti umeelewa? Eh, aende akamwombe razi Juma Mgunda tena kwa kumpigia goti. Instead of otherwise, hii laana bado itaendelea kumtafuna kwa sababu mimi nina uhakika kabisa, Ali Kamwe, kama angekuwa yuko katika akili zake timamu manake mambo anayoyafanya kama mtu aliolewa au mtu anayetumia vilevi vya ajabu ajabu. Unaona bwana, sio hali ya kawaida. Yaani, huwezi kumtukana mtu, yaani kumpaka, kumletea kauli chafu na kumdhihaki mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni mtu mkubwa mno. Umeelewa, eh? Mkuu wa mkoa ni mtu mkubwa, mkubwa mkubwa mno. Ni mtu ambaye anaheshimika, ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye anamwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano. Si umeelewa eh? Kwa sababu rais wa jamhuri ya muungano ndiye aliyemteua, anayeteua wakuu wa mikoa. Ina maana anawateua watu ambao wanaenda kumsaidia kazi na kuzisimamia kazi zake ambazo zinafanyika ndani ya mkoa husika, kwa sababu rais kama rais hawezi kufanya kazi peke yake akaiona mikoa yote, kwa sababu yeye unakuta leo yuko Dar es Salaam ikulu, yuko Dar es Salaam au yuko Dodoma kwao, awezi mikoa yote akawa na uwepo wake. Kwa hiyo atakuwa anatembelea mara moja moja, lakini kuna shughuli za kila siku ambazo zinafanyika kwenye mikoa. Sasa nani atakaye atakayesimamia zile nini zile shughuli? Ndio maana anateua marais wenzie, yani marais wenza ambao ni kina nani? Ni wakuu wa mikoa, na wakuu wa mikoa kuna nini? Kuna wakuu wa wilaya, wote wanamsaidia kazi nini rais. Kwa hiyo hawa viongozi anawateua yeye kwa ajili ya kumsaidia kazi zake. Kwa hiyo ukimdharau mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya tayari Ushaleta tafarani na maana umemdharau rais wa Jamhuri ya Muungano. Si umeelewa? Ehe, tena hata yeye mwenyewe ili swala alilizungumza kabla hajaanza zile kauli zake chafu. Mimi nikajua labda anajielewa. Alianza kuzungumza kabisa bwana mama, sio utatusamee, sio nini najua wewe huyu mtu wewe ndio umemteua sio nini. Mimi nikajua atakuwa na busara zungumza vitu vya busara. Lakini mwisho wa siku akaja akatoa kauli chafu. Eh, mkuu wa mkoa jina lake ni Chacha. Akamwambia utachacha mara sijui umevaa sijui shati ambalo la kumelemeta sijui shati la nini, yani vitu kauli kauli za ajabu ajabu nyingi, una hela umenelewa sijui nini, wanatuchokonoa hivi. Sasa Alikamwe anaweza akawa na hela kuliko mkuu wa mkoa eh? Alikamwe analipwa shingapi? Anaweza akawa na hela kuliko mkuu wa mkoa umenelewa? Ni utani, utani wa nini? Uwezi ukaeta utani na yule, sio mtani wake umenelewa yule sio mtani wake. Yule alis, amesimama kama mkuu wa mkoa umenelewa, kwa sababu kamati ya ulinzi na usalama yote iko chini ya nani? Chini ya mkuu wa mkoa, yeye ndio mwenyekiti wa baraza la kamati ya nini, ya usalama, ulinzi na usalama katika mkoa husika. Anakwambia hatuna shida naye tena, asijihusishe wala asijipendekeze. Mkuu wa mkoa asijipendekeze? Yaani unamwambia mkuu wa mkoa katika kazi yake kwenye mkoa wake. Kwa hiyo alivuka mipaka kwa kweli. Kwa hiyo ile ndio iliopelekea, sawa, iliopelekea achukuliwe hatua jana afanye nini, akamatwe. Na mimi nadhani angekamatwa kitambo, sema mkuu wa mkoa na busara pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora walimwacha kwanza amalize mechi yake, akishamaliza mechi asherekee ushindi wake, afondeni, kwa sababu angekamatwa kabla ya mechi ingeonekana kama ni njama za kuizofisha nini, kuizofisha Yanga, lakini walitumia busara sana, wakamwacha akamaliza. Lakini sisi wenye uelewa, tunaoelewa serikali ni nini Nguvu ya serikali iko wapi? Mikono ya serikali ina urefu kiasi gani? Tulijua Alikamwe atopumua, lazima atafanya nini? Atachukuliwa hatua. Young Africans wakifungwa kwa mnaumu wa Alishaban Kamwe, jana wameshinda. E, mimi mechi kwanza niliiona kitambo, nadhani wewe mwenyewe shahidi, ulinihoji, nilikwambia kwamba mechi Yanga atapata nini, matokeo. Tena angepata matokeo kirahisi, isipokuwa kutokana na kauli za Alikamwe. Alikamwe ndo amesababisha hii mechi iwe nini, iwe na tension na iwe ngumu. Kwa hiyo Yanga kama, kama Yanga atapoteza hii mechi, unaelewa maana neno hii. Kama Yanga atapoteza hii mechi au atathuru, maana yake mtu wa kuwajibika hapa alitakiwa awe Alikamwe. Lakini sio kwamba Yanga ataenda kufungwa kutokana na maneno ya Alikamwe. Kama Yanga atapoteza mechi au atasuru, maana yake mhusika mkuu pale aliyesababisha hii mechi ngumu Yanga apoteni Alikamwe kwa sababu yeye ndo kaipa tension hii mechi, kaipa ukubwa hii hii mechi kutokana na kauli alizowapa wachezaji wa Tabora na hata jana umwangalia wachezaji wa Tabora ndiyo walivyokuwa wanawafikia wachezaji wa Yanga. Mechi ilikuwa ina utata, ni uwezo tu wa wachezaji wa Yanga ndio wameiamua nini, wameiamua mechi. Lakini wachezaji wa Tabora jana walikuwa wanafika kwenye miguu ya wachezaji wa Yanga, kwao mechi ilikuwa na tension kubwa zairi shairi. Meneja wa bale Young Africans Ali Shabani Kangwa alitoka hadharani na kusema eh, video zikasambaa mtandaoni na kusema tumeongea na mkuu mkuu, mambo mengi sana kuhusiana na mambo ya kisoka kuhusiana na kujaza uwanja wa Tabora katika mechi yao, lakini vilikuwa vicheko Baadaye Alikamwe kashukuriwa e, na polisi yule anaongea tu. Mimi namfahamu vizuri Alikamwe, Alikamwe yeye alikuwa ameongea, lakini mimi nafahamu yule ana kiburi, yule ni Mpare, Wapare wana viburi sana, yule ana kiburi, umeelewa? ah. e, yule ana kiburi. Sasa kama mtu babake mzazi hmm. eh? unamkosea adabu babako mzazi apuuombirazi wehuu mtoto wa kawaida, mtu mkubwa kama Juma Mgunda Wakongo tasnia ya mpira, unamkosea, alafu uombe msamaha mpaka anakuambia bwana, mimi namwachia Mungu wewe. Uogopi mtu anapokuambia namwachia Mungu, unatakiwa uende mara mbili mbili ukapiga goti. Ni afadhali mtu anayekupiga ukimkosea, ukapiga makofi kuliko mtu anayekwambia bwana, mimi nimekusamea, namwachia Mungu. Huyu mtu sio mtu mzuri, hajakusamea. Mungu, akiachiwa Mungu, akosei. Na laana atakayekupa Mungu huwa mara nyingi hairudi nyuma. Hata wazazi wetu izilazi, si unaziona Mzazi akishamwachia Mungu bwana, akishakuachia radhi ujue uchizi wake huwa hauponi. Sio umenielewa. Mbaya zaidi akiwa amekufa, biashara imeisha. Lazima umfuate mwenyewe ukampige goti na maana Ali Kamwe ili arudi katika hali yake ya kawaida. Kiufahamu kisaikolojia, anatakiwa amfuate mzee Juma Mgunda, amuombe msamaha na amfuate baba yake vile vile amuombe msamaha kwa sababu baba yake mpaka alifikia alitoa kauli kabisa na kusema mimi mwanangu namjua mimi nyie achaneni naye anamfahamu vizuri kwamba alikamwe ana asili ya ubishi tangu utoto moja ya kauli ambayo ilikuwa imeshika kazi zaidi katika mitandao ya kijamii ali shabani kamwe baada ya kauli ya kristina mwagara kuzungumza akimtaka ali shabani kamwe aombe msamaha ndani ya masaa 24 lakini ali shabani kamwe akasema ni komedi ni kristina mwagara wao na mkuu wa mkoa alishamalizana sasa komedi ndio hii ishaonekana umeelewa hii ndio komedi sasa dharau siku zote eh, mtu anayedharau mwiba siku zote huwa anafanya nini? Anatumbuka usaha, si umeelewa? Ndio hichi mguu na utatende. Sasa yeye alimdharau yule dada kwa sababu ni mwanamke, lakini yule mwanamke alitaka kumuokoa Ali Kamwe. Alijua kabisa kwamba huyu kwa ni mwanahabari wa mwenzangu akikutwa na tatizo na sasa tumekutwa na sisi, kwa hiyo hapa cha kufanya ni nimuhimize huyu aombe radi na yule kisina mwagara yuko karibu na nani? yuko karibu na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo yule kama alimpa kodi, Alikamwe bwana, naomba msamaha huu mpira. Mechi itaisha hii, alafu kitakachokuja kukukuta, usije ukamlaumu mtu. Kwa hiyo yeye alitakiwa msikilize yule mama, ushateleza, omba msamaha, angeitisha presi akaomba msamaha eh? mimi si nilimkosea Simba kipindi kile tulivyofungisha goli, lakini siku ya pili tu ile ile asubuhi nimeamka, nimeitisha presi, nimeomba msamaha, biashara imeisha mpaka leo, safi kabisa na mchezaji wangu. Kwa hiyo anayeomba msamaha sio mjinga. Umeelewa? Yeye angeomba msamaha lakini sasa hivi hata ukiomba msamaha watu hawezi kuelewa, ushati hatiani. Ile ni kesi ishafunguliwa. Maana yake sasa pale kuna kumaliza kesi. Utolewe dhamana ndio kaombe rai sasa si aibu tayari shakukuta. Ina maana unaomba msamaha sasa kwa kusurutishwa, lakini msamaha alisi. Na msamaha wa wanani wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa atakusamee tu atakutoa tu polisi lakini hata ile moyoni yani, kukusamee moyoni inakuwa ngumu. Lakini pale pale umemkosea immediately ukimomba msamaha mtu anaweza kukusamee kweli, kutoka nini? Kutoka moyoni. afu mwisho wa siku maisha mengine, mimi nakumwambia meneja wa bali wa Young Africans alisha bali. Unajua, mimi ninachomsisitiza Alikamo kwa sababu gani, kwanza ni? yani Alikamo, vitu anavyovifanya kama yeye atakaa Yanga milele daima. Kwa sababu leo mwisho wa siku wewe ni afisa habari unaweza ukatoka pale na nawwo Mungu si asimani. Unajua, kuna picha natakuwa ajifunze, amwangalie mkuu wa wilaya yule wa Arusha, nani yule? Ah, alikuwa mkuu wa wilaya Arusha. Jerry Muro, Jerry Muro alikuwa msemaji wa timu gani? timu gani? halafu mkuu wa wilaya hmm. katoliwa na nani? mkuu wa wilaya na rahisi na maana proposal imetoka kwa mkoa mkoa niletee watu wao, ndio naweza kufanya nao kazi. Umeona sasa mkoa mkoa anavyoweza kuokoa, leo unaenda unapangiwa. Sasa ashumu ashumu za sajeri Mulo, wakati kabla wakati uko Yanga alivyokuwa msemaji, angemtukana mkuu wa mkoa wa Arusha, Yanga silikuwa anaenda kucheza Arusha, kama angemtukana mkuu wa, wa mkoa wa Arusha. Alafu leo unatoka Yanga unapangiwa ukafanya uka, uka, uka kazi wapi? Ukafanya kazi wapi Arusha. Bosi wa mkoa wilani nani? si mkuu wa mkoa? Ingekuwaje unavyofikiri? Unaona sasa matokeo yake, wewe unateuliwa, yeye anapeleka proposal, bwana, wewe usimhitaji kufanya naye kazi, unakuwa unakosa ajira. Kwa hiyo kuna vitu viko sisi tunaongea vitu ujue by, by research. Umenielewa? Ndio maana maisha ya sasa, ujui nani atakayekusaidia, nani utamaliza naye maisha, sijui umenielewa? Yaani ujui maisha yaya, nikitoka hapa mimi naelekea wapi? ndio Mungu alivyo kwa sababu hii ni haibu. Umeelewa? Haibu siku zote ni vitu ambavyo vimefichwa na Mwenyezi Mungu anayejua ni yeye Mwenyezi Mungu. Labda kauli yake anavyosema yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Ni msemaji ni mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika. Labda ni kauli yake ambayo inamfanya Alikamwe kufanya kuwa mtu mkubwa. Sasa hicho cheo kampa nani? Hicho cheo kwanza amempa nani? Si vyeo vya kujipachika pachika. Umeelewa? vyo vya kupachikapachika na vyo vya kipropaganda au mna mtu yote alompa cheo kwanza? ana, ana, miaka mingapi katika tasnia ya mpira Alikamwe na na Mmedali alitangulia kwenye usemaji ni nani? au na manao si angekuwa basi Manala ndio mwenye kitu wa vibwana vyote. Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu ambavyo anafanya nini anaviongea ambavyo vinakuwa vina nini havina mantiki yoyote. Kwa hiyo sio vitu vizuri. Kiburi ule kinajengwa yeye kwanza, yeye mwenyewe ana necha ya kiburi, afu pili klabu anayofanyia kazi nayo ina asili ya kiburi, kwa sababu Yanga ndio timu inayoongoza kwa kukanyaga mikataba. Yanga ndio timu inayoongoza kwa kupigwa faini nyingi na uvunjifu wa sheria. Yanga ndio ni timu inayoongoza kwa kukizarau chama cha mpira na kuwazarau viongozi wa mpira. ni ya, Da Young Africans.